In the face of the world. Ni kumbukumbu ya mauaji ya halaiki ya watu iliyotendeka miaka ishirini iliyopita, ila licha ya muda kuyoyoma Wanyarwanda wameamua kuwa hawatasahau yaliyotendeka, dunia nzima ikiungana nao kusherehekea hatua ambayo wamepiga tangu mauaji hayo to Hafla ya leo iliandaliwa katika Uga wa Amahoro, jina ambalo kwa Kinyarwanda linamaanisha amani, leo ikiwa mwanzo wa siku 100 za maombolezi na kutathmini mafunzo ambayo walipata kutokana na vita hivyo. Ni hafla iliyokumbwa na simanzi wengi wa waliohudhuria wakiwa baadhi ya walionusurika na kuathirika. Rais wa Rwanda Paul Kagame akikashifu mataifa ambayo anadai kuwa miaka baadaye, kando na kukana kuhusika katika vita hivyo bado wanataka kuingilia uongozi wa taifa hili. People cannot be bribed or forced into changing their history. And no country is powerful enough even when they think they are to change the facts. Kwa Kenya Rwanda kuibuka inamaanisha kukumbuka. Ni taifa ambalo linafanya juu chini kukumbuka kuhakikisha kwamba mauaji kama yaliyoshuhudiwa mwaka 94 hayatashuhudiwa tena. Esther Kahumbi, siri za Nipashe, Kigali, Rwanda.